Ya David mwenyekiti wa Chipukizi simko wa Mwanza. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusaidia wote tufike hapa. Ningependa kutumia nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wa Chipukizi Ilemela kwa kuhitimu elimu ya msingi kama kauli mbiu yetu inavyosema, elimu na watumaini, elimu imezingatiwa. Ningependa kupongeza kwa kuhitimu elimu yako ya msingi. Unapoenda sekondari, usome kwa bidii. Pia ningependa kuwashukuru wote kwa kufika hapa. Amina, asanteni sana. Napenda kumshukuru mwenyekiti wa Chipukizi mkoa wa Mwanza, Eryne David Chanila. Asante sana kwa zawadi, kwa zawadi yako nimeipokea, na Mungu akubariki akupe maisha marefu. Amina.